Kwa unyenyekevu na heshima kubwa naomba nichukue nafasi hii adhimu kuwapongeza na kuwashukuru waalimu wastaafu wetu kwa kulitumikia taifa kwa weledi, uadilifu na moyo wa uzalendo wa kweli. Leo hii tunawaaga, si kwa huzuni, bali kwa pa furaha kubwa, kwa sababu mmebadili dunia kupitia kazi zenu sababu mmeacha alama isiyofutika katika historia ya mkoa wetu na taifa letu kwa ujumla. Hongereni sana. Kazi ya walimu si kazi ya kawaida, ni kazi ya wito, ni sadaka, ni huduma kwa vizazi visivyo na idadi. Walimu nyinyi, mmewavumilia na mmevumilia mazingira magumu zote amkuyumba katika maadili wala dhamira hiyo. Huu ndio mfano wa kweli wa uzalendo na moyo wa kujitolea. Kwa niaba ya mkoa wa Ruvuma na wananchi wake kwa ujumla, tunawaaga kwa heshima kubwa na moyo wa shukrani. Tunawaombea afya njema, maisha marefu na amani katika maisha yenu ya kustaafu lakini tunaamini bado mtaendelea kuwa washauri hata ya jamii yetu. Uh, ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo ambayo niliandaa toka mwaka jana ya kuaga walimu wastaafu. Na walimu walioagwa leo ni 86, mkoa mzima wa Ruvuma, waliostaafu kuanzia tarehe moja Januari 2024 hadi tarehe 31 Disemba 2024. Kwa nini nimeandaa jambo hili? Kwa ufupi ni kurecognize kazi kubwa ambayo imefanywa na walimu hawa. Ndio maana tukaona ni vema kujiorganize na kutengeneza hafla fupi ya kuwapongeza na kumshukuru Mungu pamoja nao ambaye amewapitisha katika vikwazo na viunzi vingi na hata wakahitimisha utumishi wao. A, jambo hili la kuaga wastaafu mpango wetu wa mkoa na tutakuwa tunalifanya kila mwaka. Hawa tulitakiwa kuwa tumewaaga mwaka jana Disemba, lakini kuna mambo hapo katikati yalitutatiza tukashindwa kufanya. Ila wanaostaafu 2025 kuanzia Januari mpaka 31 Disemba, wote hawa tutawaaga Disemba kabla ya mwaka 2026. Na tutakuwa tunafanya jambo hili kila mwaka kulikou kazi kubwa inayofanywa na walimu katika taifa hili. Wana mchango mkubwa katika sekta ya elimu wa leo waleo nacho hasa anatakiwa kutulia Wanatakiwa kutulia, kwa sababu watu wengi wakiona wastaafu wamepata hela wanaanza kuwafuata, sio kwa kuwapenda, ila kwa kuwahitaji kile walichonacho. Kwa hiyo mi na wasii wasianzishe biashara ambazo hawajawahi kuzifanya, wasimamia yale ambayo wamekuwa naye toka wamoza utumishi wao mpaka walivyomaliza. Hilo ndio nawausia ndugu zangu, lakini mwisho, namshukuru afisa elimu wetu wa mkoa kwa maono yake mema, kwa upendo, kwa sababu ni kitu ambacho Ruvuma hakiwahi kufanyika hata mwaka mmoja. Yeye yeah, amelianzisha na tumekubaliana kwenye mpango kazi kwamba huu utakuwa utaratibu wetu kila mwaka.